Hello mtu wa Mungu. <coughs> Kwa majina yangu naitwa Evangelisti Mkwele Martin. Nimependa jioni ya leo nikuletee somo ama tujifunze somo lenye kichwa kinachosema madhara ya kuondoka vibaya kwa baba yako. Lengo la kujifunza somo hili ama lengo la kulileta somo hili mbele yako ni kwamba nataka ujue um, umuhimu wa kuondoka vizuri ili usije ukaondoka vibaya, kwa sababu leo hii tuna Wakristo ambao walikuja kanisani wakakaa na sisi wakajifunza kutoka kwetu, lakini vile vile wakapata na vitu, na mwisho wa siku wakafanya maamuzi ya kuondoka vibaya lakini pia wako watoto ambao wamekaa na baba zao, mama zao, walezi wao vizuri, lakini mwisho wa siku walipokuwa wanaondoka kwenda mahali pengine au kuondoka vizuri, wameondoka, wameondoka vibaya. Wengine wameondoka kwa matusi, wengine wamewapiga wazazi wao, wengine wamewaibia wazazi wao, wengine wamefanya kila namna, na hii yote wanafanya ni kwa sababu hawajajua madhara ya kuondoka vibaya kwa baba zao. Haitoshi, tunao wafanyakazi maofisini ambao walikuja kwetu mwanzoni wakaomba kazi vizuri kabisa, tunaomba bosi, naomba bosi, naomba. Lakini mwisho wa siku ulipofika wakati wa kuondoka na kwenda kuanzisha ofisi zao hawakuondoka vizuri, waliondoka vibaya. Na ukiuliza kwa nini waliondoka vibaya, jibu lake utapata ni kwamba hawajajua. waliondoka vibaya kwa sababu hawajajua madhara ya kuondoka vibaya. Naamini wangelijua madhara ya kuondoka vibaya wasingeliondoka vibaya. Leo mimi nataka nikuletee madhara ya kuondoka vibaya ili ufahamu mambo hayo, na wewe uchukue maamuzi mazuri. Hata pindi utakapofanya maamuzi ya kutoka hapo ulipo, basi utoke vizuri, ili utoke na baraka. Madhara namba moja, kuondoka vibaya mahali kunatengeneza laana itakayoikwamisha safari yako. Neno hili tunapata kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya thelathini na moja na mstari wa 27 tunamwona pale ya mzee Labani. Mzee Labani ni mjomba wake na Yakobo. Yakobo alikuja kwa mzee Labani akiwa na shida, Labani akampokea akakaa naye pale mpaka anataka kuoa, akaoa mke wa kwanza, akaoa mke wa pili. Baraka zote za Yakobo zilitoka kwa Labani. Cha ajabu, mwisho wa siku, wakati Yakobo anaamua kutoka na wake zake kwenda kuanzisha maisha ya kwake binafsi, hakuondoka vizuri, kwa sababu kuna mkewe mmojawapo ambaye ni Raheli. Wakati anahama na mumewe, wakati wanatoroka na mumewe, utagundua ukisoma kwenye hiki kwa kifungu nichokupatia, utaona kabisa alitoroka akiwa amebeba sanamu ambayo ndiyo iliyokuwa ni mungu wa, wa, wa, wa baba yake mzee Labani. Kwa hiyo mzee Labani akalalamika, jamani, mibiwa hapa mimi, mbona mnaondoka kisirisiri hamniagi? Mbona mnaondoka kisirisiri hamniagi? Kumbe kuna kitu kiliibiwa kwenye nyumba yake. Nini kimetokea? Laheri huyu, safari yake haikuwa njema, alifariki wakati anajifungua. Taka nikwambie unapotaka kutoka mahali Jifunze ya kuondoka vizuri, ili ubebe baraka za huko nako kwenda. Namba mbili, kuondoka vibaya kunaondoa ujasiri wa kurudi tena. Wakati mwingine kwa ajili ya ushirika, tunao watu ambao tumekaa nao, tumekula nao, tumewasaidia walipokuwa na shida, na mwisho wa siku wakaamua kuondoka vibaya. Walipoondoka vibaya, huko walikokwenda, mambo hayakuwa mazuri wanatamani kurudi kwetu, wanashindwa. Sio kwamba sisi tunawakataza, lakini wanashindwa. Ni kwa sababu hawana ujasiri wa kurudi. Kwa nini hawana ujasiri? Umekwenda wapi huo ujasiri? Ujasiri huo umeondoka kwa sababu ya kitendo cha kuondoka vibaya. Kwa hiyo hawawezi kutukaribia tena, wanashindwa kwa sababu walipokuwa wanatoka hawakutoka vizuri. Wengine walitoka na matusi, wengine walitoka kwa magomvi, wengine walitoka kwa kuiba, wengine walitoka kwa kashfa mbalimbali, waliwakashifu mabosi wao, waliwatukana mabosi wao, wakawanenea vibaya kwa watu maneno mengi, wakaondoka. Cheki safari yao imekuwa ngumu, wanashindwa sasa kurudi ili kuomba ushirika tena. Kumbe na kushauri, unapotaka kuondoka mahali, hebu jifunze kuondoka vizuri, ili ukiondoka ubebe na baraka, hata wakati mwingine unapotaka kurudi, basi iwe rahisi kwako kurudi. Jambo la tatu kuondoka vibaya kuna bomoa ukuta uliokuwa unazilinda siri zenu na kuzificha. Unaona hapa, mtu akiondoka vibaya, huko anakokwenda ataeleza madhaifu na mabaya ya yule aliyekuwa akiishi naye hapo mwanzo, na huyu naye aliyekuwa akiishi na huyo mtu naye vilevile kwa kuwa mtu huyo aliondoka vibaya nyumbani kwake ama kanisani kwake ama kazini kwake ama kwenye ofisi yake, basi na yeye atakuwa na maumivu na mauchungu moyoni mwake. Mwisho wa siku, anaanza kueleza watu wengine madhaifu ya yule mtu aliyekuwa akikaa naye, madhaifu ya yule mtu aliyekuwa akimsaidia, madhaifu ya yule mtu aliyekuwa akiondoka. Mambo haya yanawezaje kutokea? Yanatokea pale tu mtu anapoondoka vibaya, na ndio maana nashauri Unapotaka kutoka mahali jifunze kutoka salama, jifunze kutoka kwa amani. Aga, kaa na watu, zungumza nao, furahi nao, wabariki, na baada ya hapo sasa fanya maamuzi yako ya kuondoka. Usiondoke vibaya, kwa sababu kuna kesho yako inakuhitaji. Asante sana, na uwe na usiku mwema.